Vyama vikuu vya ushirika vya MAMCU na TANECU mkoani Mtwara vimetoa shilingi milioni mia moja kwa serikali ya mkoa huo kwa ajili ya kuboresha sekta ya elimu kwa shule za sekondari na za msingi. Vyama hivyo vimekabidhi pesa hizo Juni 9, 2025 kwa mkuu wa mkoa Kanali Patrick Sawala katika hafla iliyofanyika katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Akizungumza mara baada ya kupokea fedha hizo, Kanali Sawala amevishukuru vyama hivyo kwa kuchangia uboreshaji wa elimu, akisema mchango huo umekuwa ni sehemu ya mabadiliko chanya yanayotokea kwenye sekta ya elimu. Mkoa unatumia fedha hizo kuandaa shughuli mbalimbali katika kuboresha elimu ikiwa ni pamoja na shughuli katika juma la elimu lenye lengo la kuhamasisha maendeleo ya elimu na kutoa motisha na tuzo kwa halmashauri, shule, walimu na wanafunzi waliofanya vizuri katika mitihani ya kitaifa. Ufaulu wa mitihani ya darasa la nne, darasa la saba, kidato cha pili, kidato cha nne na kidato cha sita umeongezeka kwa kiasi kikubwa ukilinganisha na hapo awali, na hii ni moja wapo ya juhudi kubwa zilizofanywa na vyama hivi vyetu vikuu vya MAMCU na TANECU. Kwa upande wake mwenyekiti wa MAMCU Azam Jurajura amesema mchango huo unatokana na uboreshaji wa kilimo cha mazao ya korosho, ufuta na mbaazi kutoka kwa wanachama wa MAMCU. Sasa hivi imekuwa ni mashindano kule kwenye kwenye eneo letu la MAMCU, viongozi wa AMCOS wanafanya hii kazi, huwa wanatoa kile kinachotakiwa kukitoa, wanashindana kugawa vyakula, wanashindana kutoa simenti hiki kilichoanzishwa huko sasa na kule chini wanaiga. Hata sisi chama kikuu cha MAMCU tukasema milioni hamsini peke yake haitoshi. ya kwenye leo letu sisi tuna majimbo saba, lakini tuna halmashauri sita, tuna wilaya tatu. Tuliamua kutoa mahindi tani thelathini, ee, kuwapa kwa wilaya kwa sababu ya kwenda kusaidia kule katika shule za msingi. Hii habari ya kusapoti kwenye sekta elimu, tutaendelea kutoa mchango huu mwaka hadi mwaka ili mambo yaweze kwenda vizuri. Mkoa huu tunataka tunakoenda uwe mkoa wa mfano, na ikibidi kwenye performance ya ufaulu Mtwara iibuke kidedea, na hili linawezekana kama tutaendelea sote kuwa kitu kimoja.